Kwa moto zozote kambi ilizokusanyana kunizuia nisiwe na maongezeko, inapeleka moto baharini katika jina la Yesu. Baarri inapeleka moto kila mahali, kila zuio katika ulimwengu, roho iliachiliwa kwenye ardhi haribika kwa jina la Yesu. Kila zuio kwenye anga haribika kwa jina la Yesu valvsvav ba utasa weka kwa jina la Yesu. Ugumba weka kwa jina la Yesu. Roho ya kutokuzaa haina nafasi kwenye maisha yetu katika mwaka elfu mbili na ishirini na sita. Sema nyuma yangu kwa sauti kuu, sema Baba, katika jina la Yesu, siku hii ya leo ninasimama madhabahuni pako, ninakataa roho ya utasa, roho ya kutokuongezeka katika mwaka elfu mbili ishirini na sita. Roho ya utasa na ya kutokuongezeka iliyonitesa miaka iliyopita, mwaka huu ninaikataa kwa jina la Yesu, ninaikataa mwaka huu kwa jina la Yesu, roho ya kutokuzaa na kuongezeka linaikataa, mwezi wa kwanza linaikataa, mwezi wa pili linaikataa, mwezi wa tatu linaikataa, mwezi wa nne linaikataa, mwezi wa tano linaikataa, mwezi wa sita linaikataa, mwezi wa saba inaikataa mwezi wa nane, inaikataa mwezi wa tisa, inaikataa mwezi wa kumi, inaikataa mwezi wa kumi na moja, inaikataa mwezi wa kumi na mbili, inaikataa roho ya utasa na kutoa kuongezeka kwenye maisha yangu, inaikataa kwa jina la Yesu na kataa katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu hai, ni mwaka wa kuzana.